Katika kipindi cha miaka minne ya Serikali ya Awamu ya Sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Februari 2021 hadi Machi 2025, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini LATRA imepata mafanikio makubwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo: udhibiti wa usafiri wa barabara, reli na waya; kukuza matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma; utoaji wa elimu kwa umma na ushiriki katika maonyesho pamoja na utatuzi wa migogoro katika sekta ya usafiri. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa LATRA, Bwana Habibu Suluo, katika mkutano uliohusisha wahariri na waandishi wa habari kwa lengo la kuelezea mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa mheshimiwa Rais D Samia Suluhu Hassan. Eneo lingine katika usafiri huu tulioboresha katika kipindi cha mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni maswala ya kuthibitisha madereva lakini na kusajili wahudumu. Sheria ya LATRA inatutaka sisi tuthibitishe madereva. Ni eneo ambalo labda na nyinyi mnaweza kuwa na maswali. Watu wamesha soma, mnathibitishaje? Mimi mwenyewe ni wasibu CPA, sawa. Kishamaliza chuo kikuu. Lakini sikuruhusiwa ku practice wasibu bila bodi ya taifa ya, ya wakaguzi na wasibu ya serikali. Kunipeleka kwenye mtihani wa kupata CPA. Unafanya mtihani wa profession yako. Yule ni regulator, NBA ni regulator. Wasibu unafanya mtihani. Sasa natoa mfano tu, lakini huku kwenye usafiri hatukatai, watu wamesoma, lakini sisi tunakupa gari, miliki kakupa sawa. Sisi tunakupa kibali cha kuendesha gari linalobeba abiria 60 65 tano hata 40, mali yenyewe basi lenyewe, roho za wale abiria, sisi tunajiridhishaje kwamba hiki hiki kibali ulichonacho au hii leseni yako ya udereva mimi kama regulator bebe hao watu, minipa, na kuruhusu mbebe hawa watu najiridhishaje? Sheria imenipa jukumu, thibitisha namna ya kuthibitisha, tukakubaliana shirikishana na wadau yale yale ambao walikwenda kusoma kule. Kama umesoma NIT umesoma VETA umesoma vyuo hivyo ambavyo vimesajiliwa rasmi na serikali, yale yale maswali ulioulizwa kule tunataka uyajibu hapa. Alama zile zile za barabarani tunataka uthibitishie hapa unazijua. Sibitisha kwamba unajua, tunakupa cheti. Mtihani wetu una maswali mia, masaa matatu, multiple choice, unafanya kwa kompyuta, unasahishwa kwa kompyuta, unaweza kushafanya submit pale ukapata majibu hapo hapo, lakini tunajua stress za mitihani, tunampa mtu pozi ya dakika thelathini akisha submit atapata message kwenye simu ambayo amejisajiliwa nayo. Unapokuja kufanya mtihani, kuna watu wanaanza, wanakuja kufanya mtihani wanaona, mbona mfumo unatukataa? Watu walikuwa wanafikiri anaweza kuja kumfanyia mwingine mtihani. Ukija unakuja na NIDA yako, mifumo yote yote inazungumza na mifumo mingine ya serikali, ikiwepo ya NIDA, BRELA, TRA kwa ile leseni yako, namba yako ya NIDA unaweka fingerprint unajisajili, na unaweza kujisajili huko kwa njia ya mtandao RIMS. Ukifika pale tunakuthibitisha kwa alama ya dole gumba, itakusoma ndo wewe utaanzisha mtihani mwenyewe. Jambo lingine muhimu sana, ndugu zangu, katika kipindi hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuanza kwa safari za usiku na mchana, tunaita safari za saa ishirini na nne. Mnafahamu serikali ya awamu ya sita iliondoa zuio la mabasi kusafiri usiku, ambalo lilewekwa mwaka 1994. Takumbuka Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akiahirisha Bunge la kumi na moja tarehe 28 Juni 2023, alitoa maelekezo kwa Wizara ya Mambo ya mambo ya Ndani ya Nchi ishirikiane na Wizara ya Uchukuzi kuweka utaratibu ambao utaruhusu safari za usiku kwanza. Na kauli hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu haikutokea hivi hivi, ni kazi ambayo tumeifanya kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi na wadau. Taeleza hapa mbele sababu ambazo serikali ilifikia, lakini pia naweza kusema ni usikivu wa serikali hii ya awamu ya sita, kwani tangu mwaka 1994 mpaka mwaka 2024, miaka mingapi? 30 tunazungumzia, si ndio? Yes. Hakukuwa na mahitaji ya kusafiri usiku? Hatukuwa tukisafiri sisi na mabasi yetu usiku, magari yetu ya binafsi, ilikuwaje? Yani serikali iliona kwamba lazima tu watu wasafiri mchana, ndio ikatokea misongamano kwenye vituo vya mabasi, watu kushindana na mkuu. Kipindi hicho ndio sisi tumefungia sana mabasi, sababu watu wanashindana tu, wanagombana, wanachezea mifumo ajali nyingi. Serikali sikivu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ikasikiliza maombi ya Watanzania na ikafanya maamuzi kuanzia tarehe moja ya Oktoba 2024 23. tarehe moja Oktoba 2023 safari za usiku zilianza, hata mtu binafsi tukimwamini ana sehemu na vigezo ambavyo tumeviweka kwa kushitumia mfumo wa LATRA kwa sababu leseni zetu zote zinatoka kwenye mfumo. Huwezi kwenda wewe tu kaidhinisha mwenyewe, utafanya maombi, yataingia, utakuwa ni mwezeshaji, itakuja kwenye back office yetu, wataalamu watakagua zile nyaraka, watatoa leseni. Kwa hiyo tunasongeza zile huduma kwa sababu sasa ni kwa njia ya mtandao, na pia unaweza ka print kwa njia ya mtandao leseni yako, huhitaji tena kuja kwenye ofisi yetu, tunaweza tukawatumia mawakala. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na maofisi zaidi lakini kuwa na mawakala ni mafanikio makubwa ambayo ni mabadiliko yamefanyika katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Akizungumza kwa niaba ya msemaji mkuu wa serikali, Ndugu Gerson Msigwa, Bwana Revocatus Kasimba, ambaye ni mkuu wa mawasiliano wa shirika la masoko Kariakoo amesema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wahariri pamoja na waandishi wa habari kote nchini, huku akisisitiza kuwa vyombo vya habari vina wajibu wa kudumisha amani kupitia kalamu zao kabla na baada ya uchaguzi. Idara ya Habari, maelezo itaendeleza ushirikiano na wahalili pamoja na waandishi wenu wa habari walioko kote ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakumbukwa kwamba msemaji anasema ule utaratibu wa kukutana na vyombo vya habari utaendelea. Wanaofanya kazi hizi kwa kiwango kikubwa kule mikoani ni waandishi ambao wanatoka kwenye taasisi zenu. Tunaendelea tu kuwaomba tuendelee kushirikiana. Jambo la tatu ambalo msemaji mkuu wa serikali amenielekeza niwafikishie ndugu zangu wahariri ni kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Vyombo vya habari na taasisi zote zinazohusika na habari tunalo jukumu kubwa la msingi la kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kwanza kupiga kura. Lakini jambo kubwa kabisa ambalo tunategemea vyombo vya habari vifanye ni kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utaendeshwa kwa misingi ya haki. Tudumishe amani kupitia kazi za kalamu zetu tunazozitumia. Vyombo vya habari viwe taasisi ya kuhamasisha amani na usalama wakati wote wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu. Naye mjumbe wa jukwaa la wahariri Tanzania, Bakari Kimwaga, amesema haya: sisi, jukwaa la wahariri, tunawashukuru sana, na sisi kama jukwaa tunaamini ya kwamba wajibu wetu, watu wa kwanza sisi ni Watanzania,